Televisheni ya taifa ya Sudani imeripoti kwamba Jeshi la Sudani liko karibu kuchukua udhibiti wa ikulu ya rais mjini Khartoum kutoka kwa vikosi vya Rapid Support Force, yani RSF. Usiku wa Jumatano ya Machi 19, 2025, mapigano makali yalizuka karibu na ikulu, huku mashuhuda wakiripoti milipuko na mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi katika maeneo ya katikati mwa Khatumu. Vikosi vya Rapid Support Force, yani RSF, iliteka ikulu na sehemu kubwa ya mji mkuu wakati vita vilipoanza Aprili mwaka 2023 huku jeshi likipambana kuzuia kundi hilo kuchukua mji wa kama jeshi litafanikiwa kuchukua mji mkuu, huenda likafanikiwa kudhibiti Sudani ya kati, jambo ambalo linaweza kugawanya nchi kati ya mashariki na magharibi. Mgogoro huu ulianza mara baada ya wanajeshi wa pande zote mbili kufanya mapinduzi mwaka 2021 na, na baadaye vita vikazuka kufuatia mvutano juu ya mpango wa kurejesha utawala wa kiraia. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.